Je, yeah, unajua kwamba kuna kambi ya kijeshi ya Marekani iliyotelekezwa iliyofukiwa ndani ya barafu zito la okay, gunda tishio la Rais wa Marekani Donald Trump China la kutaka kumiliki eneo hilo ilifufua upya taarifa kuhusu operesheni za Marekani katika kisiwa hicho ambacho ndicho kikubwa zaidi duniani. Moja ya miradi ya kipekee zaidi ni Camp Century, kituo cha utafiti kilichojengwa na jeshi la Marekani kwenye ardhi iliyofunikwa na barafu la Greenland kuanzia mwaka hadi watu 200 waliishi na kufanya kazi ndani ya mahandaki hayo yenye urefu wa mamia mita. Kulikuwa na duka la dawa, maktaba na hata kanisa dogo. Na umeme wa kuendesha vitu hivyo vyote ulitoka wapi? Camp Century ilikuwa na kinu chake cha kuzalisha nishati ya nyuklia. Chakula, mafuta, vifaa na watu walipaswa kusafirishwa kwa sleji kwa zaidi ya kilomita 200 kutoka kituo cha karibu zaidi hadi kwenye ngome hiyo ya barafu. Lakini kwa nini jeshi la Marekani liliwekeza rasilimali nyingi kiasi hicho katika kituo cha utafiti? Kwa kweli kufanya utafiti kuhusu theluji na barafu lilikuwa lengo la pili. Lengo halisi lilifichwa na Marekani hata kwa washirika wake wa Denmark. Project Iceworm ulikuwa mpango wa kujenga mtandao wa mahandaki yenye urefu wa kilomita elfu nne ukiwa na takriban sehemu mia sita za kurushia makombora ya nyuklia ambayo yangeelekezwa kwa adui mkuu wa Marekani wakati huo muungano wa Kisovieti kupitia ncha ya kaskazini mwa dunia. Lakini badala ya kilomita 4000 ni takriban mita 400 tu ya mahandaki iliyokamilishwa. Barafu laini na linalosogea mara kwa mara lilifanya isiwezekane kukamilisha kituo hicho cha siri cha makombora. Camp Century ilitekelezwa mwaka 1966. Baada ya miaka saba pekee ya uendeshaji Watu wa Greenland wamekasirika kwamba serikali ya Denmark iliruhusu Marekani kutupa taka hatarishi kwenye barafu na sasa wanataka mabaki hayo yasafishwe. Hakuna upande uliojitokeza kuchukua like a deal. Hali hii ni mojawapo ya sababu zinazowafanya we watu wengi wa Greenland leo kudai uhuru kamili.